Mtazamaji, wa BM Media karibu sana, tukuhabarishe na kukujuza stori mbali mbalimbali za Biblia zitakazo ukonga moyo wako. Leo tunakuletea muhtasari ya simulizi ya kusisimua na yenye mafunzo mengi kutoka katika kitabu cha Esta. Ni hadithi ya ujasiri, imani na jinsi Mungu anavyoweza kutumia mtu mmoja mnyenyekevu kuokoa taifa zima katika nyakati za hatari kubwa. Hadithi inaanza katika Uajemi wakati wa Mfalme Ahasuero. Malkia Vashti alikataa kumtii mfalme, hivyo akavuliwa Mfalme aliamuru kukusanywa wasichana warembo kutoka majimbo yote ili achague malkia mpya. Miongoni mwao alikuwepo msichana Myahudi aliyeitwa Hadasa, aliyefahamika kama Estia, aliyekuwa amelelewa na binamu yake Mordekai. Esta alimpendeza mfalme na akachaguliwa kuwa malkia, lakini alificha utaifa wake kama Mordekai alivyomwagiza. Baadaye mfalme alimwinua Hamani kuwa waziri mkuu. Hamani alikasirishwa na Mordekai kwa kukataa kumsujudia. Hivyo akapanga kuwaangamiza wayahudi wote katika ufalme. Alimshawishi mfalme kutoa amri ya kuwaua wayahudi wote katika siku moja iliyopangwa. Mordekai alipojua kuhusu mpango huo, alimsihi Esta aingilie kati kwa mfalme kwa ajili ya watu wake, akimkumbusha hatari iliyokuwa inawakabili. Esta alikuwa na hofu ya kumwendea mfalme bila kuitwa, kwani hiyo ilikuwa inahatarisha maisha yake. Hata hivyo, baada ya kusita alikubali kumwendea mfalme lakini aliwaomba wayahudi wote wa Shushani wafunge na kuomba kwa ajili yake kwa siku tatu. Siku ya tatu Esta alimwendea mfalme bila kuitwa. Mfalme alimnyooshea fimbo yake ya dhahabu, ishara ya kukubaliwa. Esta alimkaribisha mfalme na Hamani kwenye karamu aliyoandalia. Wakati wa karamu mfalme alimuuliza Esta haja yake, naye akamuomba mfalme na Hamani wahudhurie karamu nyingine siku iliyofuata. Wakati huo Hamani alikuwa amefurahishwa na heshima aliyoonyeshwa, lakini hasira yake kwa Mordekai ilibaki. Alishauriana na mkewe na marafiki zake kujenga mti mrefu ili Mordekai anyongwe juu yake. Usiku huo, mfalme hakuweza kulala. Hivyo akaamuru kuletwa kitabu cha kumbukumbu za matukio ya utawala wake kisomwe. Aligundua kwamba Mordekai alikuwa amefichua njama ya maafisa wawili wa mfalme waliotaka kumua, lakini hakujazwa shukrani kwa hilo. Mfalme alimuuliza watumishi wake kama Mordekai alikuwa amepokea heshima yoyote kwa tendo lake, nao wakajibu kwamba hakuwa amefanya hivyo. Asubuhi iliyofuata Hamani alipokuja kuomba ruhusa ya kumnyonga Mordekai, mfalme alimuuliza Hamani jinsi anavyopaswa kumheshimu mtu ambaye mfalme anapendezwa naye. Hamani, akidhani alikuwa akizungumziwa yeye mwenyewe, alipendekeza heshima kubwa. Mfalme akamwagiza Hamani kumfanyia Mordekai heshima hiyo hiyo. katika karamu ya pili Mfalme alimuuliza tena Esta ya haja yake. Malkia Estake kwa ujasiri alifichua utaifa wake na kumwomba mfalme aokoe maisha yake na maisha ya watu wake, akieleza kuhusu mpango wa Hamani wa kuwaangamiza. Mfalme alikasirika sana alipogundua kuwa Hamani ndiye aliyepanga uovu huo. Mfalme alitoka nje kwenda kwenye bustani kwa hasira. Aliporudi, alimkuta Hamani ameinama juu ya kitanda cha Esta, akimsihi kwa ajili ya maisha yake. Mfalme akidhani Hamani alikuwa akijaribu kumshambulia malkia, aliamuru Hamani anyongwe kwenye mti ule ule aliokuwa ameandaa kwa ajili ya Mordekai. Mfalme alimpa Mordekai pete yake ya kifalme ambayo alikuwa amemnyang'anya Hamani, na Esther akamweka Mordekai juu ya nyumba ya Hamani. Kwa kuwa sheria ya Uajemi ilikuwa haiwezi kubadilishwa, mfalme hakuweza kufuta amri ya Hamani ya kuangamiza Wayahudi. Hata hivyo, alimruhusu Mordekai na Esther kuandika amri nyingine kwa jina la mfalme na kuithibitisha kwa pete ya mfalme waruhusu Wayahudi kujilinda dhidi ya maadui zao. Amri mpya ilitumwa kwa majimbo yote na Wayahudi walikusanyika na kuwashinda maadui zao. Mordekai alipata heshima kubwa katika ufalme na Esther aliendelea kuwa na ushawishi. Siku ya kumi na tatu ya mwezi wa Adari, ambayo ilikuwa imepangwa kuwa siku ya kuangamizwa kwa Wayahudi, iligeuka kuwa siku ya ushindi wao. Waliadhimisha ushindi huu kwa karamu na furaha, na Mordekai alianzisha sikukuu ya Purimu ili kukumbuka ukombozi wao. Hadithi ya Esta ni ushuhuda wa ujasiri, imani na uongozi. Inaonesha jinsi Mungu anavyoweza kutumia watu wasiotarajiwa katika nyakati muhimu na jinsi mpango wake unavyoweza kutimia hata katika hali zinazoonekana kuwa za kukata tamaa. Tafadhali usisahau kusubscribe channel BM Media na kutoa maoni yako kwa stori mbalimbali zitakazokonga moyo wako Asante.